Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un aliashiria kwamba nchi yake itaendelea kutengeneza makombora katika miaka mitano ijayo, alipotembelea makampuni makubwa ya silaha katika robo ya mwisho ya mwaka 2025, vyombo vya habari vya serikali KCNA viliripoti Ijumaa. Kim alisema sekta ya uzalishaji wa makombora nchini humo ni muhimu sana katika kuimarisha mbinu za kuzuia vita, kulingana na KCNA. Kim aliidhinisha rasimu ya hati za uboreshaji wa makampuni makubwa ya silaha iliziwasilishwe kwa mkutano mkuu wa chama unaotarajiwa kufanyika mapema mwaka 2026, KCNA ilisema, ambao utaweka mpango wa maendeleo ya Korea Kaskazini kwa miaka mitano ijayo. Ripoti ya KCN inafuatia ufichuzi wa Alhamisi wa Kim akisimamia ujenzi wa manuari ya nyuklia yenye uwezo wa tani 8700